Ada kwa wasanii na siyo lebo ambayo imepata faida kwa wasanii. Ikaanza kuona watu wanajibizana kwamba ah, mbona wasanii wakitoka kwenye lebo wanasema wamenyonywa na lebo alafu meneja anasema lebo imemsaidia huyo msanii, which is which? Dudu Baya, uh, kumlea msanii, umemkuta na kipaji lakini ukamweka kwenye chuo chako cha mziki ukamfundisha mziki ana kipaji ndio, ukamfundisha, kuna walimu, yaani pale, imba hivi, fanya hivi, mashairi yanaandikwa hivi, kamfundisha kupiga vyombo, kamfundisha namna ya kujiblandi, kuvaa, uwe hivi uwe hivi, usiende maeneo fulani, naenda maeneo fulani, kakistaa hivu, kumlea hizo lebo zote duniani zina, zinafanya Ndo maana unaweza no, ukakuta msanii yuko kwenye kasaini mkataba kwenye lebo anaweza akakaa miaka mitatu bado hajaanza kusikika. Mfano THT ilikuwa ni chuo cha kulea wasanii, sawa. Tanzania House of Talent walipokuwa kina Mario kina Jay Melody. Wale wamekaa THT chini ya Ruge Mutahaba miaka mingi pale. Kuna watu wanaandikaga mashairi, walikuwepo akina Mario wanaandika mashairi kina J Melody wameandika sana nyimbo za kina lina kina amini wameandika sana nyimbo kwa hiyo kilikuwa ni chuo cha mziki kwahiyo ile ndio kumlea msanii sasa msanii akishalelewa ka, ka, ka, kaiva sasa tunachotakiwa ni kwenda kwenye ma, maslahi win, win situation yani lebu ipate na yeye ya afanye nini apate So unapokuja kusema WCB nalea wasanii alafu wao wanasema tunanyonywa. Meneshakaa kwenye Wasafi Festival unakuta wasanii wa WCB hawalipwagi kwenye Wasafi Festival hawalipi, okay. Kwa maana gani? wanadaiwa pesa ambazo zishatumika kuwa blandi, pesa zilizotumika kuwalipia videos, kurekodi. Unakuta msanii video yake milioni kumi sasa mpaka tunaanza kumsikia tayari ana video tano, hiyo ni milioni hamsini. Sasa leo wasafi festival, wewe ndo umeblandiwa hivo, wanaweza wakakulipa pesa ya festival ya, ya Mtwala au ya Mwanza wakati wanakudai milioni hamsini, ngumu. Kwa hiyo maana yake unaenda kulipa nini? Kulipa deni. Kwa hiyo tunachotakiwa hapo ni kuelewa kwamba huyu ana kipaji, tumemblandi, tumemshep, amekuwa msanii mzuri anahitaji mziki na maisha sio, utumie kigezo kwamba huyu nilimgalamikia hivi na hivi alafu. Na ndio maana hata Marekani, nchi za Ulaya, wakishajua huyu anakipaji wanakusaini, si ndio? Alafu ulikuwa mtaani chokola, wanakupa wanakupa nyumba ya kukaa, wanakupa gari y, yani ukae ki star, kwa sababu mwanamziki anahitaji akae comfortable ili aanze ku, kuandika tu mashairi uweze ukawa unaandika mashairi una stress ili yani yani uwe comfortable. Lakini ule mkataba unakusema kwamba wewe utakaa kwenye lebo yetu albamu tano, sawa? so, albamu gapi tano nyumba alishakukopesha gaja, kwa hiyo unakatwa kwenye ile ni, na mwisho wa siku ndio unakuta msanii kule ana pesa na lebo inafanya nini pesa? Yes, umeelewa vizuri lakini unaweza ukaniambia msanii Marekani alilelewa uh, labda na, na cash money, au na na Lil Wayne, alafu anakuwa anapelekwa new york kupiga show bure, anapelekwa Uingereza kupiga show bure, analipiwa nauli tu, ipo hiyo. Kwa hiyo ni lazima mikataba iwe ya win win situation, kila mmoja anamhitaji mwenzake. So, mashano, kila mmoja kama wewe una lebo yako umuhitaji anko na kipaji chake, kamchukue mamako mzazi ndio umweke kwenye lebo, uone kama taimba. Lakini mpaka umemchukua anko kutoka Zanzibar, umegundua huyo ana kipaji kwao. Kama ana kipaji ni lazima umemkuta anahitaji smartphone, anahitaji mavazi, anahitaji bako kapa zuri, anahitaji nini, mgaramikie, lazima na kwenye mkatasa nilishatumia hiki. Wewe utapata hiki. Mimi nitapata hiki win win se lakini sio Tanzania, lebo ni uzurumati. Hakuna lebo ilishawahi kumnufaisha mwanamuziki, zote ni uzurumati, na ndio maana unakuta msanii yuko tiptop, anasema nimezurumiwa mara kamia, TMK wanakazurumiwa mara kwa safi, nimezurumiwa mara sio, ile lebo gani nimezurumiwa mara sio nini, nimezurumiwa. Yaani hakuna taifa lenye lebo wanazohamama wasanii kama hapo, uongo Toka tuwasikia kina Ayra Starr, kina Rema, kina Tiwa Savage wako Mavin Records, uongo kweli. Tata juzi ta, nasikia ndo Rema ameondoka na amelipa kama sijui ilikuwa ni trillion, billion, miangapi sijui. Alilipa kumalizana na lebo hata na lebo imenufaika msanii fresh. Yes, hiyo ndo kama ulivyoona Nicki Minaj, Drake kutoka kwa li, Lil Wayne walikaa pamoja hawajadhulumiana. Wakamalizana kwa sababu Drake na na lebo yake na Nicki Minaj ana lebo lakini, mpaka leo, si unaona wanapiga tua pamoja, tua ya zaliri waini wale wapo, ni familia yani, hawajadhulumiana. Yani nafika tu mimi sasa, nimekoma, nina lebo yangu, nataka nitoke, hizi rekodi zako tunafanyaje? Okay, mwenye lebo anachukua cha kwake, mnageana baraka, huyu naye anaenda, mkiwa kwenye shongo. Sasa hapa hama kwenye lebo, hodi Kesi ngumu, yani redio zote watambie wasicheze nyimbo zako na, na, na tena, sio tu hicho kucheza na, una ukizingatia unapotea, una kweli, kwa sababu jaribu kufuatilia wasanii wengi ambao wametoka kwenye lebo Harmonize. Um, ni miongoni mwa wasanii ambao mpaka sasa hivi yani ni mfano wako huyu gani ndio angalau wamesimama yes. lakini karibia wengi sioni hivi <laughs> yes, kuanzia toka tip top connection unakumbuka kina Zedianto kina MB Dog kina Keisha kina nani. Ote ukitoka tu kwenye lebo umepotea, TMK Wanaume, kwa Saidi Fela, ukitoka tu hatuwezi. Kuishi hivyo na ndio maana bongo fleva haiwezi kupenya, kwa sababu ya kuana sisi kwa sisi. Mtu ana kipaji kikali, ana ngoma kali, wewe unazibania, una inakusaidia nini? Nipe nafasi. Sahihi kabisa. Tuna millions of fans wanaotusikiliza muziki dunia nzima, unambania. Si Lava Lava inakusaidia nini? Boss unambania kisa katoka kwenye label. Kwa hiyo lebo zetu hapa ni mashetani na wafai na hawa, kila siku nawaambia hivi, mwisho wenu upo. Okay, na mwisho wenu uko mbali kwa sababu mlishazoea kujipendekeza kwa viongozi serikalini viongozi wakubwa wa CCM lakini sasa hivi viongozi wote walishajua unyama wenu hmm. Na serikali haiko mbali kuwashughulikia. Hakuna siri, yani sasa hivi inafahamika, yani ule udikteta wa, wa kina Ruge wanaingia Ikulu kipindi cha Jakaya, anajifanya yeye mwinua vipaji, mwinua vipaji Ikulu ina mheshimu. Is over, mifumo imebadilika na serikali iko macho. Sasa tawapema uwa yao Basata wagema maua yao. Kwa juzi, juzi nilikuwa kwenye kazi moja BASATA, niliona kulikuwa kuna kikao cha mkurugenzi Kedmond, Mapana na wanasheria na watu ambao wanatakiwa kusafirishwa kama wasanii ambao mzee alikuwa anafuatilia mikataba na wanasheria, ni kwamba haki ipo yes, kwa sababu sheria wa BASATA kule kule. Wewe angalia, yes, angalia sasa hivi hata kwenye kampeni za uchaguzi kuna watu walikuwa wanachota milioni 500 chama cha mapinduzi alafu anaenda kuwapa ya moto bendi milioni mbili mbili, zote anakula ye. Uchaguzi huu hiyo haipo, uchaguzi huu, na ndio maana wale wapigaji wote wa pesa za wasanii kwenye kampeni sasa hivi wako mtaani. <laughs> okay. so, na Point. Watu wanapata haki yao, hakuna wapigaji, na hii yote nilikuwa napiga kelele mimi mtu unachukua kwenye kampeni eti mimi na mudu Dudubaya na mmudu Jumanecha na mmudu Ilinoya sijui nani na nani, unachukua milioni mia tano kila kichwa, milioni mia mia na wengine sasa hivi wako kitandani, nafikiri na unajua mistaje sasa hivi hoi hoi. Sasa kama umezulumu wasanii miaka yote sabu wewe unajifanya ni kada wa CCM, unajifanya mwini wa vipaji, hizo helo ulizowazulumu, mbona South Africa umeshindwa kupona? India mbona umeshindwa kupona? Mwenyezi Mungu huwa na kofi moja tu utawapiga wenzako makofi utawapiga hayo makofi yako ni mepesi, la Mwenyezi Mungu nili walio hoi. Si unawajua walio hoi, si unawajua? Inaonekana na kwenye uchaguzi wana nafasi watu walionyooka. Sasa ushaleno, kwa hiyo usijifanye mbabe sana, kwa hiyo tuishi kwa upendo sana sana. Asante kwa madini sasa hivi kwa mziki sasa, naona kabisa namba moja namba mbili, biashara unapotea yani, na yes, bia uh, nafikiri kwa sasa hivi lebo, nilisema Mboso ni mpaka 2026 inafika. Kwa hiyo ngoja tuone 2020 baada ya IEP, tuone baada ya uchaguzi, kwa sababu unajua baada ya uchaguzi kuna nyimbo mpya nyingi sana wasanii watatoa. Sasa hivi watu wengi wako attention yao na uchaguzi, kwa sababu wasanii wengi wana, wana mabomu yani, inamaanisha wana nyimbo wanasubiri baada ya uchaguzi zanze kutoka. Kwa hiyo Watanzania watarajia nyimbo mpya nyingi sana baada ya uchaguzi. Sasa hili swali Nafikiri yanko uje baada ya uchaguzi. Mimi mwanzoni nilikuwa nafurahishwa sana na aka e, kadogo kalikuwa kanawashambulia sana Masingomaza Shafia au Eh na nazingua comedy hiyo dogo, nilikuwa namfuatilia sana kipindi hata na naumwa sana, niko hoi, nilikuwa napenda sana nikikaa hapa nikikapa nakasikiliza. <laughs> <Zingua. laughs> Eh, masiko masingomas eh, walikuwa wanachukia sana sana leo no. Mwingine ambaye huwa napenda kumfuatilia kakake lichimavuko namjua ndogo wako kadogo. Kuna mwingine jina limetoka suli nani na alikuwa kwenye TikTok sana, yani kwenye TikTok hawa, kwenye TikTok tuache hawa walio kwenye TV, kwenye TikTok hawa ndio nafuatilia sana, wanafanya vizuri. Yeah, wako wengi, wako wengi, wako na ufuatilia anko. Sasa wewe sasa, lini bwana lako bwana, tumemisi flavor anko mm, ile ulilichafu kwenye mavesi manini lini yanko, unaona wewe unasubiri uchaguzi? Ya mimi nafikiri tukutane baada ya uchaguzi tukutane, yeah, baada ya uchaguzi na tutakutana sio, tuka kuongea sasa hivi Yaani tutakutana tunajadili, yeah, mabomu ya Putin. Acha bwana, yes. Yame, ni kwa hiyo watu wajiandae, wa, wa, wa, wa, wa, yeah, kama kurekodi, nimesha rekodi kishanaelewa, kwa hiyo ni ngoma juu ya ngoma. Nabe kabisa yeah, A YouTube channel special tutawatangazia, kwa sababu bongo 24 unajua, mimi ni mtu yeah, wa media kubwa, kwa hiyo kama Ijumaa goma linatoka nyinyi manko wote kamera zote, kwa hiyo <tune> <lazimi, yani, tune> yes, nikisema kesho kutwa Ijumaa na achia ngoma ni lazima manko mtande kamera zote kama hamsini, kwa hiyo kila kila binadamu duniani atajua Ijumaa saa sita usiku dude la anko litakuwa kwenye YouTube channel fulani, kwa hiyo watu wakae tayari. Kurekodi nimesha rekodi na namshukuru Mwenyezi Mungu japo bado naumwa lakini nimerekodi. Yes, na nikutajia kolabo au kufanya exclusive yes. <laughs> siwezo kutajia kolabo <laughs> ni, eh, ni wasanii wakubwa yes, wote kwenye kolabo ni wasanii wakubwa, siwezi kutaja sahivi. Shanaelewa, nimekumegea basaki ilivyokuwa Bana, kutokana na wewe ni shabiki wa Simba Sports Club, ak ni kuache bana, ndio kacheki game. Mimi nafikiri kwa leo, shukrani bwana, umbarikiwe sana. Najua huyu naye ni mkuda huyu, muda kwenye kuandika andika, leo Simba tunashinda Okay. ya japokuwa timu yetu bado haija Simba, tuna timu bora, hatuwezi kufanana na Yanga kwa sababu Yanga wame, wachezaji wamekaa muda mrefu shanele wa chemistry. Kwa hiyo Simba tunahitaji tu wachezaji wazoeane. Kwa hiyo wakishazoeana tu sisi ni timu bora, na, na Yanga aendelee kuwa bora. haya mashindano ya kimataifa, inachotaka tufike nusu finali. Ikichukua Yanga heshima Tanzania, yeah. Ikichukua Simba heshima Tanzania, ndio nachokitaka. Tuchukue vikombe. Bwana, shukran sana kwa haya mengi na machache ambao nimezungumza na kaka mkubwa Dudubaya, Konki Master. Anko atakuja atuambie exclusive yake, tusubiri kampeni ziishe salama, kile kitu kiwe sawa.